Lakini ya maji kwa wenzetu, haya maji ni ruu kwa sababu yanadhaa vitu vingi. Kuna mbolea na vitu vingine ambavyo kama gesi na vitu vingine. Kwa sasa hivi wamefanya mradi umeanzia kule. Yani, Posta wamezuia mabomba yote ya maji machafu asiingie kwenye viumbe hai, kwa hivyo kuanzia sasa yanakuja mpaka Jangwani na naa unatengeneza mtambo mkubwa ambao utakakuwa maji aakuwa unasukuma maji kupeleka kule ile ya nani ya Vingunguti akiwa salama, yapo salama, yatarudishwa baharini ambayo viumbe wala hawezi aaa. Lakini wakati huo ha naa, bondeni madhara makubwa yanatokea. Mvua imenyesha kidogo, mtu kaamwaga yale maji. Sasa kuna wenzetu ondee wanapata yale maji. Sasa maji yale akiwa mingia kwa mfumo huo tena, ondee asiakuna mafuriko akunaombeli. Haya mambo sio ya kuogopa, mimi kiongozi wetu metanguliza aenda kwenye sehemu hizo, na haya mambo sio ya kuambiwa, tunakwenda na tunaona miradi hmm, kamajia wanzetu wa makongo juu pamoja na kawe tayari lo jambo isha isha, na mtambo umefungwa na maji yanasukumwa kule kwa nani, Jangwani tunasubiriwa sisi ndio mradi huo. Juzi ndio tumekaa hiki kikao na tunathibitishiwa wakati wowote baada ya uchaguzi kukamilika, utaona barabara inatanuliwa hii ya mwendo kasi, na kwa barabara tatu, sio mbili tena, na kwa ziko tatu wa wafani, Bada, mosa, yuo, mumziwa, na kwa kisha huo mradi unafanya nini, unapita baada ya hapo. Sasa huo mradi huo unaozungumzia utakuwa unafanya kama ya dawasi, sisi tuta